Wanafunzi wa shule moja nchini Kenya ambao walichoma shule yao na kuiharibu kabisa wametakiwa kulipa gharama za uharibifu huo. Hebu fikiria uchumi ulivyo mgumu, halafu mwanao arudi nyumbani na kukuambia kuwa amehusika kuchoma shule na sasa anatakiwa kulipa dola elfu moja ili aweze kuendelea na masomo. Tukio hilo lilitokea Jumapili iliyopita katika shule ya sekondari ya Litein. Tukio hilo lilishuhudia baadhi ya wanafunzi wa shule hiyo wakiteketeza vyumba vya madarasa, ofisi pamoja na kupora pesa na vitu vingine ya thamani katika shule hiyo. Mamlaka zinasema kuwa uharibifu huo ulitokea baada ya wanafunzi hao kunyimwa ruhusa ya kutazama mechi ya ligi kuu ya Uingereza kati ya Arsenal na Manchester City. Picha za video ziliwaonyesha wakiwa wamebeba mapanga na visu na kuwazidi nguvu walinzi wa usiku wakati taa zote zikiwa zimezimwa. Hata hivyo, hakuna majeruhi wowote wa walioripotiwa kwenye tukio hilo. Wanafunzi wanane walikamatwa kufuatia tukio hilo huku uchunguzi ukiendelea. Kama hiyo haitoshi, kila mwanafunzi anayehusika na tukio hilo ametakiwa kulipa shilingi laki moja elfu thalathini na saba za Kenya kama fidia ya uharibifu ili waweze kuendelea na masomo yao shuleni. Zaidi ya hayo sharti limetolewa linalowazuia wanafunzi hao watukutu kuhamia shule nyingine yoyote ile hata kama wakiwa wamemaliza adhabu yao isipokuwa shule ya sekondari ya Litein. Inakadiriwa kuwa zaidi ya wanafunzi mia tano wamepoteza maisha nchini Kenya katika matukio ya aina hii ndani ya miaka ishirini, huku thelathini na sita wakifariki mwaka jana. Okay. Kwa sasa, baadhi ya maswali yamebaki bila majibu. Kwa mfano, ni nini kinachowafanya vijana hawa kuwa na hasira na ghadhabu kiasi hiki? Je, hii ni dalili ya kufadhaika kwa utaratibu, utawala mzito, ukosefu wa mazungumzo, malalamiko yaliyopuuzwa, au uchochezi wa vijana na dalili ya utovu wa nidhamu? Na je adhabu ya kifedha na kufungwa wanafunzi itarejesha utulivu au itaongeza mgawanyiko kati ya wanafunzi na wasimamizi? Kwa mtazamo wako, ni nini kifanyike sasa ili kurejesha uwajibikaji, mazungumzo, kujenga upya uaminifu katika tukio kama hili?